Sasa hapa, sio mwisho, hapa ni mwanzo. Lengo na madhumuni ya serikali ya Chama Cha Mapinduzi ni kuendelea kuweka mazingira mazuri ya wafanyabiashara, mji upendeze, haiba ipatikane, watalii waipende Zanzibar, lakini na nyinyi mpate shughuli zenu za kimaisha kuwa bora zaidi. Kwa hivyo ndugu zangu, ninachosema ni kwamba tutaendelea kutengeneza utaratibu wa kujenga katika maeneo haya yapatikane maduka zaidi. Mimi nimeona mimi mwenyewe kwamba watu wengi bado wanaweka pembeni pembeni kwenye kuta. Hii siyo tunayotaka, tunataka maduka au sehemu rasmi za kufanyia biashara. Kwa hivyo hilo tutalitekeleza, ili watu wote wapate sehemu nzuri ya kufanya biashara, na mimi nina mategemeo makubwa kwamba katika kipindi kifupi kijacho, kwanza kuna mradi mmoja unaitwa Big Z. Huu mradi unataka kutengeneza maduka kutoka pale roundabout ya Kariakoo mpaka hapa eh, Kiswandui. Kwa maana hiyo upande wa kulia na kushoto yawe maduka matupu na katikati pia kutakuwa kuna maduka, kwa sababu barabara hiyo itaondolewa, magari itakuwa ni ya kutembea kwa miguu au zile gari ndogo zile za golf cart. Mambo ya Zanzibar jamani, yatakuwa makubwa. Kuna jamaa zetu walikuwa wanasema hao mabasi ya, ya, ya umeme, teksi za majini ziko wapi? Tayari tumewafungulia kituo cha teksi ya majini pale, tunaendelea kuzisambaza nchi nzima. Kutakuwa kuna teksi za baharini, lakini vile vile mabasi ya umeme yako njiani. Baada ya siku kama thelathini hivi yataingia hapa, ili kituo hiki pale Kijangwani ndio tutaanza pale, lakini na kituo hiki cha Malindi kazi yake itakuwa ni hiyo kubwa. Na, bar na gari zitakazoingia Mji Mkongwe zitakuwa zile tunaita gari za umeme, electric cars.